Tabora, karibu Toronto. Miaka kumi ishirini thelathini ijayo ni chama gani kitaendelea kuwa kinaendelea kutawala? Lazima we unafanya hivi. Ukishakuwa kijana msomi, huwezi kuelewa kwamba baada ya miaka kumi ishirini thelathini ijayo ni chama gani kitaendelea kuwa kinatawala? Wewe usomi wako. Aa, sasa unaweza ukashangaa, kuna vijana wanajipeleka kwenye vyama, anakaa kwenye chama ambacho chama chenyewe kazi yake ni wanaharakati, kinazungumza vitu ambavyo havipo. Kuna vijana wanadanganywa na baadhi ya viongozi wa vyama vya vya siasa, wanapewa maelezo kama vile wanaishi mbinguni baada ya vyama vyao kutawala, kwamba kwenye miaka michache ijayo mnaweza mkawa na mabadiliko makubwa sana. Huo ni uongo ndugu zangu, maisha ni kazi, maisha ni kazi na vijana nataka niwaambie, ndugu zangu, wasipatikane wanasiasa wa kuwapa pepo kwamba baada ya muda mfupi maisha yenu yanaweza yakabadilika. Sisi kazi yetu Chama cha Mapinduzi ni kujenga maisha kwa vijana kwa kuwapa unafuu kwanza kwenye masomo yao. Tunafanya kazi hiyo ya kuwapa mikopo na kadhalika, lakini kuwasaidia vijana kuwaendelea kuwajenga waweze kutambua kwamba maisha ni kazi, na kwa sababu ni kazi tunafungua sasa miundo mbinu mbalimbali mingine ambayo inawasaidia vijana <totipa> hawa ni vijana wasomi kutoka vyuo na vyuo vikuu seneti mkoa wa Tabora kupitia Chama cha Mapinduzi CCM ikiwa ni sehemu ya mahafali ya kutambua mchango wao ndani ya chama hicho tangu walipojiunga na vyuo hivyo hapa mkoani Tabora. Hii ni, ni mahafali ya seneti ya vyuo na vyuo vikuu mkoa wa Tabora ambao tumeipa jina ya Samia First Voters, mahafali ya seneti mkoa wa Tabora. Uh, lengo la mahafali ni kuwaga wahitimu wanaotokana na Chama cha Mapinduzi ambao tunasoma kwenye vyuo mkoa wa Tabora, lakini mahafali kwa nini tumeipa jina la Samia First Voters? Yaani, hawa tunasema sisi ndio mtaji wa kwanza wapiga kura okay, wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mkoa wa Tabora, Chama cha Mapinduzi tuna matawi 31 ya vyuo na vyuo vikuu na matawi hayo yote yana viongozi na wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Sasa ni kawaida yetu na utaratibu wetu kujumuika pamoja kama wana CCM kutambuana shughuli zetu tulizozifanya, lakini kuthamini mchango wa vijana hao walipokuwa vioni. Lakini mwaka huu kwa sababu ni mwaka uchaguzi, na sisi vijana kwa viongozi mkoa Tabora, huu mwaka tuna kazi nao, nasema huu mwaka tuna kazi nao, Samia mitano tena kwa mantikio, ndio maana tukasema mafariji tuite jina la Samia First Voters. Kwa nini tunasema Samia mitano tena? Kwa uchache, mkoa Tabora tumenufaika sana na awamu ya mama Samia. Kwanza, moja, naongeza mkopo elimu ya juu sisi wanaonufaika takriban elfu moja mia nane sabini na nne wanaonufaika na mkopo wa vyona vyo vikuu. Lakini Mheshimiwa rais ameanzisha mkopo wa vyo vya kati kwa maana diploma. Mkoa wa Tabora peke yake mpaka sasa kwa kozi hizo maalum hizo zilizokuwa kipaumbele wanaonufaika mia nane sabini na nne. Hiyo inaonyesha ni kiasi gani Mheshimiwa rais ametupendelea mkoa wa Tabora. Lakini vyo vya mkoa wa Tabora tupata bahati pia amarekcra kwa maana wa wakufunzi wetu kwenda kupata mafunzo ambayo anafadhiliwa na rais Samia Suluhu Hassan. Mwenyekiti wa CCM mkoani Tabora Said Nkumba anawahakikishia vijana hawa kuwa chama kina imani kubwa na wao, hivyo wataendelea kutumika ndani ya chama hiki kwa maslahi ya Watanzania na taifa kwa ujumla. kipindi hiki ambacho nimekuja kuzungumza nanyi vijana, tunaelekea kwenye uchaguzi mwaka huu, tutakuwa na uchaguzi na sisi tutaendelea kuwatumia sana vijana kwa sababu tunafahamu kwamba vijana wanapita kila maeneo. Kuna maeneo mengine mimi kama mwenyekiti wa mkoa siwezi kuingia, au mwenyekiti yeah, wa wilaya hawezi mm -hmm, lakini tukiwa na mambo yetu tunasema, tunataka kujua vijana wenzenu wanasema nini juu ya Chama cha Mapinduzi, no, na hiyo kazi mnaweza kuifanya, kwa sababu mnaweza mkapita kila eneo bila kuulizwa. Endelezeni umoja wenu, fanyeni kazi za kukijenga chama chenu, kisemeeni chama chetu ni chama peke yake barani Afrika ambacho mpaka sasa hakijaweza kutukiswa na mtu yoyote. Hawa wapinzani hawa mnaona wao wenyewe, na mimi hapa sina sababu ya kuwasemasema. Ni hii vijana, mnaangalia mnaangalia kila eneo, kwenye mitandao mnaona vyama vinagawanyika. Chama cha mapinduzi peke yake, peke yake. Hicho chama ambacho imara, na sisi nataka niwaambie kwa vyama hivi ambavyo tunavyo Chama cha Mapinduzi kitaendelea kutawala sana. Kada kwa kila jambo, naomba tuseme tu kwamba tuko pamoja nanyi, niwatakie kila la heri vijana ambao mnamaliza hapa, mnakwenda majumbani, nendeni mkakijenge chama cha mapinduzi, nendeni mkaendelee kujitambulisha kwamba nyinyi ni wana CCM kidakidaki na wanajumuiya ya vijana, Mungu atawabariki sana. Na mimi nataka niwaambie, pale ambapo mtakapokuwa na jambo lenye lolote lile, kijana ambaye ulisoma Tabora, unataka msaada wowote wa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, Tandala mtaacha namba yangu ya simu hapo. Kwa vijana wote wapatieni. Wewe umeenda Kagera, wewe umeenda Mtwara, wewe umeenda Mwanza, wewe umeenda Shinyanga, CCM ni moja, na sisi ndio viongozi sisi ni wajumbe wa Halmashauri Kuu ya Taifa ya Chama cha Mapinduzi, na kwa hiyo kusaidia vijana wowote wale walioko kokote pale nchini ndio kazi yetu sisi. Tulifika hapa tulisaidiwa, na sisi ni kazi yetu vile vile kuwasaidia vijana wa Tanzania. Matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii katika upotoshaji na kueneza uchochezi ni miongoni mwa mambo yaliyojadiliwa katika mahafali haya. Kwanza ni kutambua mitandao ya kijamii inayo nguvu kubwa ya ushawishi lakini tumekuwa tukiwaelimisha vijana wa Chama cha Mapinduzi kwamba watumie mitandao ya kijamii vizuri kwa manufaa yao na kwa manufaa ya nchi yao. Chama cha Mapinduzi kime, kimefanya mengi, kwa hiyo wawe mabalozi namba moja mitandaoni kuwaelimisha watu mambo ambayo yamefanywa na Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo wasikubali kushawishiwa na vigenge vya watu wachache ambao hawaoni mema, wanaona tu upotoshaji na mabaya ambayo wao wanaona yana manufaa kwao. Tunaomba vijana mtumie mitandao vizuri, ili kuweza kuimarisha siasa yetu, kulinda amani na usalama uliopo katika nchi yetu. Na kama kijana unaona kuna changamoto yoyote ambayo inahusisha siasa, basi tunaomba uwasilishe kwa viongozi waliopo juu, ambao unaona kwamba nikiwasilisha changamoto yangu itafika sehemu husika. Tumejipanga kama vijana, hatutaperuzi mambo yasiyo na manufaa kwenye mitandao, tutaperuzi yale ambayo yana uwezo wa kutujenga sisi kifikra kiuchumi, na kujenga taifa letu la Tanzania na kusimama na Chama cha Mapinduzi. Kutamatika kwa safari ya vijana hawa ndani ya vyuo na vyuo vikuu hapa mkoani Tabora kunafungua fursa mpya kwa wao kuchangamkia fursa mbalimbali za kiuchumi zinazowazunguka. Fursa ya kwanza ni ile fursa ya mikopo ya asilimia 10 katika kila halmashauri. Kwa maelekezo ya serikali yetu, mapato yote yale wanatakiwa watenge asilimia sitini kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Sasa ninyi kama vijana ambao mmejitoa toka na soma kuwa sehemu ya chama cha mapinduzi ambacho ndiyo chama, chama kinachosimamia ilani na serikali ipo kwa ajili ya kutekeleza yale ya ambayo ninyi mnayasimamia. Kwa nini siyo sehemu ya kunufaika na mkopo wa ziko tenda mbalimbali ambazo zinatolewa na mamlaka ya udhibiti na ununuzi wa umma. Asilimia thelathini ya hizo tena inatakiwa iwanufaishe makundi maalum: vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Fursa namba tatu ni mikopo ya wafanyabiashara wadogo wadogo. Ziko fedha zimetengwa kwa ajili yao, lakini ili mtu aweze kupata fedha hizo kwa mkopo, lazima awe na kitambulisho cha mjasiriamali